Safi kabisa, nasikia habari za milioni zile, kila mmoja pale. Safi, asante sana, asante sana mheshimiwa Rais. Shikamoo, asante sana. Hao walikuwa Tausi Band e, kutoka visiwani Zanzibar, na huu ndo muungano wetu. Mimi ni mchekeshaji, natoka Ukerewe wale e, natoka Ukerewe, nipo na mamangu jetu mongela pale e, sisi ukiachana na kwamba ni majini si watu wa Ukerewe tunasifika kwa uchawi e, tupo vizuri sana hiyo engo. Na huu mwaka tunaujua. Kwa mheshimiwa, ukihitaji huduma yangu Oktoba pale, sina yana e, tunaongea vizuri kabisa e, sisi wa Afrika bwana, lazima turudi nyumbani tu, mizizi ikae vizuri e, na mi sihitaji cheo kikubwa. Ni hapo tu Ikulu pale, nazunguka zunguka nini? Nilisha hata tausi wale. E, mlisha tausi wa taifa ila cheo kipigwe na kishinakshi kidogo mm, afisa chakula cha tausi Tanzania, e, kifupi ya chatata. Safi kabisa na chapwa V8, chapwa dereva, mlinzi, nimemaliza. Plate namba pale naandika UT, watu wakiuliza, usalama? Usalama wa taifa? Hapana, usalama wa tausi. Eh, safi kabisa kwa hiyo tukirekebisha mambo haina shida, haina shida. Uh, lakini mimi nashukuru Mungu. Uh, utaifa wetu uraia wetu haupimwi kwa kujua wimbo wa taifa vizuri. Ase tulikuwa tunaimba wimbo wa taifa pale, nimekaa na mzee mmoja na miaka sabini na kitu hivi, wengi hatujui wimbo wa taifa yaani. Mungu anabariki Afrika, yule mzee anabariki Tanzania. Tunabariki Tanzania, yeye mzee anabariki Afrika. Eh, alafu na sabini na kitu yani, mkubwa kuliko uhuru, ilibidi ajue hii nyimbo kwa kweli um, safi sana. Waweli uh, wakati napata taarifa nitaperform mbele ya mheshimiwa rais, kuna mwanangu ananiambia, mwanangu, hii show kamia piga vizuri. Nikasema safi sasa. Sherehe shere kama hizi, hafla za kiserikali hizi, unajipanga vizuri. Umeingia kidogo unasikia asante Harmonize dam ndijiandae inatosha twende na muda Knikasema Mungu aniongoze. Asante e, sana um, sekta ya habari kiukweli um, tuwapongeze makofi kwanza, e, tuwapongeze kazi ni kubwa, ingawa kuna muda wanapitia mengi, lakini kazi ni nzuri. Kuna muda mtu anatangaza habari mitambo inagoma, mm, na wanaanzaga vizuri kabisa ah, say, makofi makofi kwa mama yangu Gertrude Mongella. Eh hey, Wanyumbani kabisa. Wanyumbani kabisa. I see. Wacha mawe. Asante sana, asante sana. Asante sana, hapo ana ulinzi wa watu kama hamsini hivi kwa ajili yake tu kule nyumbani. Ukelewe safi kabisa, yupo e, vizuri. Nashukuru sana e. Barikiwe sana, asante sana, asante sana e, kwa hiyo waandishi wa habari wanapitia mengi. Kuna mtu anatangaza habari, mitambo inagoma, wanaanzaga vizuri kabisa um, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa wananchi wa Muheza kulinda miundombinu ya maji, wasaidie wao na vizazi vyao. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Kumradhi mpenzi mtazamaji, ah, Wanapitia mengi kiukweli, hmm? wanapitia mengi, tuwapongeze sana hmm? halafu hii kazi ya, wa, ya utangazaji, uandishi wa habari, mi siwezi binafsi, kwa sababu inabidi u maintain professionalism yako hmm? ukipewa habari, inabidi usikilize kwa makini. Kama inachekesha, usicheke usilie, pia, kaa katikati. Mi nisingeweza hmm? Unasafiri, unaenda mikwani huko, Mwanza Arusha, kumwoji mtu hmm? mtu namwoja, nakwambia ameshawahi kumwona Yesu live. Na anabidi usicheke. Hmm? Anakwambia Yesu akija anapanda gari lake. Na anafunga na mkanda kwa ajili ya usalama, kweli? I see. Professionalism. Safi kabisa. Na sisi comedians tuna advantage kwamba uh, material inatoka kichwani kwangu yani. Yaani naandika na yapeleka. Media kuna sosi moja alafu wote mnaenda pale pale. Mshindi ni yule mwenye headline nzuri. Eh, kwa mfano mimi hapa wataandika labda Leonardo atumbuiza mbele ya rais. Mwingine ataandika Leonardo a perform Kalam Awards. Mwingine anakuja anaandika Leonardo uso kwa uso na Samia. Wewe utaenda wapi unadhani? Atauliza, imekwaje uso kwa uso? Leonardo si mchekeshaji huyu huyo? Mm, lazima utauliza. Kwa headlines hapo. E, competition ipo hapo, mm. Kwao, Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa kazi kubwa. Uh, najua upati muda sometimes wa kusikiliza stori za e, watoto wako. Sisi ni e, nikupombea tu. Mwanao amonaiz amerudiana na mwenzake bwana e. Wamerudiana bwana, ko ongea na mwanao. oh, yeah, e, ila mshauri bwana apunguze mazoezi kidogo, maana gym sana. Wamefungua gym nyumbani sasa hivi kwa ajili yao wote wawili mm. sawa tumeambiwa tubebe gramu ila sidhani kama ni nzito kiasi hicho kiukweli. Asante eh sana, asante sana. Eh. Lakini pia waandishi wanajitahidi kutumia Kiswahili vizuri sasa hivi eh? Ma, maneno ya Kiingereza yakija wanabadilisha nakuwa Kiswahili usikia mubashara eh, akili mnemba safi kabisa. Safi makofi. Makofi kwa sababu lugha za watu zinatesa bwana hizi eh, mtu mzima inakuaibisha tu Kiingereza. Safi. Thank you. So, um, sawa sawa <laughs> naomba nimalizie um, kwa kusema kwamba media inalisha jamii, kwa hiyo inaweza ikaamua ilishe mabaya au mazuri. Huo ndo umuhimu wa media, kama kitu kizuri jamii itakuwa vizuri, kama kibaya itakuwa mbaya eh, tunatofautiana kwa sababu zamani hata kitu kibaya kinapigwa nakshi kidogo kinaenda vizuri hmm. Hata nyimbo Nadhani mheshimiwa, wewe unamfahamu Yvonne Chaka Chaka, alikuwa na nyimbo yake ile umkomboti, umkomboti eh? Ile bwana ni pombe, nyimbo nzima inahusu pombe, ila jinsi ilivyowekwa i work hard every day. Nafanya kazi kwa bidii kila siku nasema yes, hii ni nyimbo, kumbe inazungumzia pombe. Sasa hivi watu waona ubunifu, mtu anaamka anasema tu nani kamwaga pombe yangu, nauliza tia u kidogo. So thank you very much. My name is Renaldo, ladies and gentlemen. Thank you.